Mwanzilishi mwenza wa wavuti maarufu nchini Tanzania wa Jamii Forums Maxence Melo anashikiliwa na polisi mjini Dar es Salaam kwa siku ya pili leo. Wakili wake anasema, Maxence alikamatwa baada ya kukataa kutoa taarifa binafsi za watumiaji wa mtandao huo wa kijamii. Alitarajiwa kufikishwa mahakamani asubuhi ya leo. Hata hivyo, wakili wake anasema bado hajafunguliwa mashtaka. Mtandao wa Jamii Forums ulizinduliwa rasmi Machi mwaka 2006. Na sasa naungana na wakili wake Jebra Kambole kwa ufafanuzi zaidi. Karibu sana Jebra. Maxence anashikiliwa na polisi kwa tuhuma gani? Uh, mpaka sasa uh, hatujapata tuhuma rasmi, labda chaji maalum kwamba ni, ni, ni makosa gani hasa ambayo natuhumiwa lakini mahojiano ambayo alikuwapo toka kwa, kwa muda mrefu zaidi ni kuhusiana na kutakiwa kutoa taarifa za watumiaji wa mtandao wa Jamii Forum, hasa hasa zile taarifa binafsi za watu ambao wanachangia mawazo yao katika Jamii Forum, kwa sababu watu wanatumia majina ambayo ni, ni sio, sio halisi majina yao. Kwa hiyo kwa kutakiwa kutoa hizo taarifa imekuwa ni muda mrefu sana akitakiwa kufanya hivyo. Uh, tumekuwa tukipambana kwa muda kitambo sasa, mpaka tukafungua kesi ya kikatiba kuweza kupinga barua hizo, lakini imeonekana ndo chanzo cha kushikiliwa mpaka sasa paka na hakuna taarifa zingine rasmi kwamba hasa hasa kosa jingine kama lipo ni lipi. Ilikuwa fikishwa mahakamani leo, saa zaidi ya ishirini na nne zimeshapita. Wewe ni wakili wake, una taarifa gani? Um, mpaka sasa mpaka muda huu jioni, nimetoka kituo kikuu cha polisi, bado mahojiano yanaendelea, na jana tuliambiwa kwamba Max anapigiwa simu anaitwa ende mahakama ya wilaya ya Ilala ambako mashtaka yake yatasomwa, na tuliambiwa hivyo taarifa toka jana kwao. Mpaka leo sisi tulikuwa tumejipanga mahakamani tukisubiria kwamba ataletwa, lakini tumejikuta kwamba bado wanaendelea wanadai kwamba anaendelea na uchunguzi, lakini tofauti na kauli yao ya jana kwao, kwa siku ya leo uchunguzi umeendelea zaidi mpaka wameenda ofisi za Jamii Forum, na sisi tulikuwa tukifuatilia mchakato mzima. Ametoka Jamii Forum, wamekwenda mpaka nyumbani kwa Max wenyewe kufanya huo upekuzi, lakini mpaka sasa hakuna nyaraka yoyote ambayo ya muhimu ambayo imechukuliwa zaidi ya taarifa binafsi za kampuni ya Jamii Forums ambazo zimechukuliwa katika ofisi yao. Nakala mbalimbali ndio ambazo zilichukuliwa, lakini nyumbani kwake hamna chochote ambacho kilichochukuliwa. Naam, Jebra, kutokana na sheria za Tanzania na makosa ya kimtandao, kwa nini Max hatoi uh, anata, si anatakiwa kutoa hayo maelezo ambayo anatakiwa kutoa? Hapana, sheria yenyewe makosa mitandao inamtaka, ina kwanza mtumiaji kwanza, Max angepewa onyo kwanza ndani ya masaa arobaini na nane aweze kufuta hizo hizo taarifa ambazo wanafikiri wao ni zinahitaji kufanyiwa uchunguzi, lakini pia Max kama Max ana wajibu wa kutunza confidentiality usiri wa, wa wateja wake, lakini pia watu wana uhuru wa kutoa mawazo yao. Kwa hiyo kitendo cha Max kutoa taarifa binafsi za watu kama hao itakuwa ni kuvunja uhuru wa faraga kwa, kwa wa, wa wachangiaji, lakini pia uhuru wa kujieleza na yeye mwenyewe Max atakuwa amehusika katika uvunjifu wa uhuru huo ambao nadhani kila kila mtu duniani ana haki hizo. Kwa hiyo, Jebra, kwa kifupi, nini kinaendelea sasa? na mpaka sasa bado tunaona kuna, kuna mahojiano yanazidi kuendelea zaidi kuhusiana na na tuhuma hizo, lakini bado tuna tunafikiri kwamba Uh, kwa mujibu wa sheria zetu za Tanzania tuna sheria mwenendo wa makosa ya jinai sura namba ishirini inaeleza kwamba mtu anatakiwa afanyie mahojiano ndani, ma ndani ya masaa manne toka alipokamatwa, lakini utakubaliana uta na mimi kwamba Max amekamatwa toka jana, lakini mahojiano ameanza saa kumi na mbili na nusu leo jioni hajafanyiwa mahojiano na shukran. Mtu ndani ya masaa 24 kwa mujibu wa sheria zetu anatakiwa kufikishwa mahakamani, lakini shukran, ni mazaidi ya masaa 24 sasa hajafikishwa mahakamani na hakuna sababu ya msingi. Shukran sana. Huyo ni Jebra Kambole, wakili wa Max ambaye ni mwanzilishi mwenza wa wavuti maarufu nchini Tanzania, Jamii Forums.